Nani ambapo operesheni ya uokoaji imeingia siku ya nne katika Kaunti ya Elgeyo Marakwet huku mashirika mbalimbali yakiendelea kuokoa waathiriwa na kutoa misaada ya dharura kufuatia maporomoko ya ardhi wiki iliyopita. Serikali imesema operesheni ya pamoja inaendelea kwa kasi, huku vikosi maalum vikipelekwa kusaidia katika shughuli za uokoaji. Taarifa ya jana ilithibitisha kuwa jumla ya maiti 30 zilikuwa zimepatikana huku watu kumi na tisa wakiwa bado hawajulikani waliko. Coneke kaunti namba 34 sasa ambapo mzozo kuhusu